Hivi wana matatizo gani? Kwa hiyo inabidi umlee vile ambavyo anastahili. Angalia sisi wenzio tunastahili na ndoa zetu. Unataka kusindikiza mgeni wangu? Ndio sasa hivi unarudia. Dad, what's wrong? Ndio nilipo kulia. Umerogwa? Au kakuweka kwenye chupa? Eh? Haya, bila wivu mimi utajoje, kana kupenda. Nataka kumuona ni mwanamke gani aliyejaza wali kumlilia mume wangu. Usinione nimenye masakimi ya cute unatambulisha wanaume wanne. Kosa lako ni kwamba mimi najitahidi kukununulia vitu vya jumla. Kwa nini utaki kunani hivo vitu kuvitunza? Na kwa nini unavigawagawa ovyo? Kila siku naamka mapema a mcha saii kumsaidia kutafuta kitu changu, inakuwa unamwelewa wewe? Kwanza umeanza lini kuvimbabusha? Tuko watano, weka mzigo mezani ufanye kazi kama ninakaa. Na kichwa ndani cha mwanaume maanake katika mambo mengine si kama haya, ela kutoka kwangu, ela kutoka ofisi.